Yes, e bwana, show ya Zuchu hii hapa alivyoperform pale kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Uh, zaidi ya mashabiki elfu sitini na kitu huko yaliweza kujitokeza kwenye siku ile, uh, ya Yanga Day pale aliweza kukiwasha na msanii mwenzake ambaye ni Divoice na wasanii wengineo. Yaani, wasanii wakubwa walikuwa ni hawa wawili, Divoice na Zuchu, lakini wengine alikuwa ni wadogo situ, ni wadogo sana, lakini pia tunaweza sema ni wadogo sasa. Show kamili pengine hujaitazama hiyo show eh bwana, nimekuekea hapo mbele, baada ya clip tu kuna show inafuata hiyo ya msanii Zuchu. Uh, utafika uweze kujionea sasa. Uh, fika hapo mbele mbele, hii video tu ambayo nazungumza, utaona uh, hiyo show kamili nimeiweka pale, uweze kuitazama, usikose kulike, kushare na kusubscribe. Japo kuna wengi wameiponda hii show, wengine wameisifia, sasa sijui wewe mtazamaji bwana. Hii hapa a show msani isifia, ya msanii Zuchu sasa, ambayo aliweza kuifanya mwanzo kabla kwenye uwanja ule wa Benjamin, eh, Mkapa Stadium akiwa ah, ni siku ya Yanga Day pale ikiwa, eh, ni siku ya Yanga, anasema pia ni Yanga Day alikuwa pale yeye na Divoice na wasanii wengine e, wadogo wadogo, lakini yeye na Divoice ndo alikuwa ni wasanii wakubwa pale. Bwana aliweza kukiwasha sana, alikuja na ubunifu wake ambao watu wengi walisema kwamba ameweza kukopi la, yani ukweli ubunifu ule aliukopi kutoka kwa Mchina mmoja. E, acha nikueleze ubunifu wake aliokuja nao, alikuja na, alikuja na ubunifu fulani kama vile boga vile, eh, alafu e, linafunguka yanatokezea ya pale ndani. Eh, wengi wakasema ni ile ni uwa ama ni boga, eh, sababu ukiangalia kama hivi halieleweki hivi, lakini ubunifu ule, kuna movie fulani ya Kichina, kidogo nimesahau jina, nimewahi kuiona, yeye alifanya vile vile tu, eh, hata ukiingia TikTok utaona hilo ni jambo ambalo lina trend sana. Kuna mchina fulani aliweza kufanya vile vile tu ambavyo alifanya kama Zuchu, kama Zuchu ambavyo alifanya. Alafu pia ukiangalia kofia aliyoivaa Zuchu ambayo kuna video nimekuwekea mwanzoni hapo. Zuchu alivaa kofia fulani hivi eh, kama vile akichina kila kitu alikopi kwa huyo uh, demu flani kwa huyo dada fulani ambaye aliati hiyo movie. Sasa ni ubunifu uh, ambao umeweza sana uh, ni mkali, lakini umeweza kukopiwa eh, yani atakuwa ni dada wa kukopi na kupesti kama vile ambavyo chinga Ibra aliweza kusema e, bwana amekopi. Lakini sasa zingine pia unaweza ukakopi, lakini ukaendelea jambo zuri, pia sio jambo baya. Sasa show hii aliweza kukiwasha sana pale e, watu wengi wakimsifia huku akisema kwamba Zuchu ndo ameua show e, yani Zuchu ndo ambaye amepiga show kali kumliko A, Mboso sababu, Mboso naye aliweza kupiga show upande mwingine kule wa Simba Day, na pia yeye alikuja na ubunifu fulani ambao umekopiwa, yaani alikopi kwa movie fulani ambayo inajulikana kama vile Mad Max, yaani anakuja kama mazombi hivi lakini Aa, kila kitu ukiangalia movie ya Mad Max ndio utajua kile kitu ambacho ninakizungumza mimi, ni kweli kabisa, na Mbosso naye aliweza kukopi. Sasa sijui kwa nini wasanii wetu wanakopi ubunifu kutoka kwa watu wengine. Kwa nini wasitengeneze ubunifu wao Bwana hilo ni swali langu ambalo najiuliza. Unaweza kanijibu pale comment section pale unaandikie uh, jibu la hili swali, ni kwa nini wasanii wengi wanapenda kuiga ubunifu kutoka kwa watu wengine? Mbona wao wasitunge uh, vitu vyao na wao wakawa uh, wabunifu tu? E bwana, nijibu hilo swali sasa. Show kamili ndio hii hapa ya Zuchu. Aliingia uh, kama boga, akavaa uh, kikofia kile akacheza, alafu baadaye uh, naona hapo wanacheza kama vile eh, wanacheza nyimbo fulani ya Rose Muhando. Yani walikuwa wanakatika kweli, kweli, bwana, ebwana, full show nimezidi kukuwekea hapa, uzidi kujionea, usahau kusubscribe kulike na kushare pia.